Yes, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Celestine Shipelele ni mwenyekiti wa Casfeta chuo cha ustawi wa jamii. Casfeta ni wanafunzi waliookoka mashuleni kama chuo cha ustawi wa jamii. Casfeta ni tunakuwa na ibada za kusifu na kuabudu, pia tuna mafundisho kwa vijana ambao wanakuja kuanza mwaka wa kwanza ustawi wa jamii, pia na wale wanaoendelea pia Hivyo tunawakaribisha vijana wote ambao wanaanza wanaanza mwaka wa kwanza ambao chuo kinafungua tarehe kumi na saba mwezi huu wa kumi na moja na wale wanaoendelea au continuous wanafungua tarehe ishirini na nne. Hivyo basi, tutakuwa na ibada pale mbalimbali za mafundisho kwa vijana ambao wanakuja wao, wa kike au wa kiume, huwa tunakuwa na mafundisho mazuri sana. Lengo letu ni nini? Ni kutengeneza kizazi ambacho kitamjua Mungu, pia kitakuwa na maadili mazuri. Unajua, nyakati hizi vijana wengi wakifika vyuoni huwa wanaharibika, lakini sisi lengo letu ni kwamba vijana wanaokuja chuo cha ustawi wa jamii, hususan ni wale ambao wameokoka, na pia hata ambaye hajaokoka, hivyo tunamkaribisha sana, ili tumlee katika maadili mazuri asije akaingiliwa na tabia ambazo sio sahihi. Ni ombi langu kwamba kama wewe ni mzazi, una mtoto wako ambaye anakuja kwanza mwaka wa kwanza, kwanza, chuo cha, wa kwanza chuo cha ustawi wa jamii, unaweza ukamuunganisha na sisi. Au ni kama ni mwaka, mwaka wa pili wa tatu, lakini anataka kuja kusoma ustawi wa jamii, unaweza ukaja chuo cha ustawi wa jamii ukakutana na sisi tukakuelekeza vizuri Maswala ya ibada mazuri, ratiba za ibada, na ukaendelea kuabudu pamoja nasi. Namba zetu za simu ni 0750 27 66 71 na namba ya hotline ni 0616 80 19 66. Mungu awabariki sana, karibu ustawi wa jamii, tujifunze pamoja, tuishi katika maadili safi ili kujenga nchi yetu na kuishi katika pendo la Mungu. Mungu awabariki sana.